Na mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo amevifanya wa Mwijaku akiwa yuko Maka tunafahamu e, kabisa kwamba Mwijaku bwana ameenda kuhiji yuko Maka na mguu wake ni moja kati ya vitu ambavyo ye mwenyewe kumbe ameisha note kwamba uaga vinaibuaga mijadala tofauti tofauti huko mitandaoni, kutokana na kwamba mguu wa Mwijaku uaga umepauka. Yani mguu fulani hivi umekatika katika, umechanika chanika, umepauka, yani hata ukipakwa mafuta mafuta yanadunda kwa mujibu wa Mwijaku mwenyewe, ameamua kurekodi video akiwa anawasiliana na mkewe. Japokuwa Mwijaku yuko nchi za nje, huenda labda kuna baridi, lakini mguu wake e, umekuwa ni moja kati ya topic ambazo watu wengi sana wameanza kuzizungushia maduara katika baadhi ya posti huko mitandaoni kwamba miguu ya Mwijaku bwana imepauka mno. Kwa hiyo moja kwa moja, e, kwa moja ni kwamba Mwijaku ameamua kumpigia simu mke wake na kumshitakia kwamba Watanzania wamekuwa wakimsema mtandaoni kwamba miguu yake ni mibaya na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo basi wanasema, kuna page ambayo imekuja kuripoti akiwa anasema kwamba DC wa Insta kwa jina la Mwijaku, na ameshindwa kuvumilia wale wanaomsema mguu wake, miguu yake kuwa ime e, imepauka na, ku, na kuitoa kasoro kila kukicha, hali iliyopelekea amueleze mke wake hali halisi ya kile anachokipitia kutokana na comment ambazo zinamwandama huko mitandaoni. So hebu msikilize hapa. Mwijaku wakati anazungumza e, wakati anazungumza na mkewe, maana amepost video alafu akaweka caption hapa akiwa anasema kwamba e, akiwa anasema kwamba hija Mwijaku katika penzi zito, raha ya ndoa, muda huu uongee chochote na mkeo ni ruksa kabisa. Mtoto wa kichaga Alice amemtagi hapo mkewe. So, nataka hapo usikilize the way ambavyo alivyokuwa Mwijaku anazungumza na mkewe kuhusiana na hiyo topic ya miguu yake kuwa na kusemwa sana huko mitandaoni. Salamu alaykum, naongea na mke wangu jamani, live kutokea Tanzania Dar es Salaam mtoto wa Kichaga. Umenimisi eh? Umenimisi sana eh? Mashallah, nipo nakuombea dua mke wangu, niko nimefanya dua nzito, nimekuombea dua, mambo yako yawe mazuri, tajiri yangu huzidi kufanikiwa. Wewe ndio sabuni ya roho yangu eh? Mashallah, jamani, niko naongea na mke wangu <laughs> niko naongea na mtoto wa Kichaga, mnamuona mtoto Akichaga Eh, ranji ya kike uko kwenye kasi la bilioni moja nukta tatu, mke wangu. Watu wanaochamba sana mguu wangu mke wangu, watu wanaosema mguu huu, hebu angalia. Watu wanaosema sana wanasema mguu akiha mguu sijui na nini, kila mtu anaosema mguu. Hebu niambie utafanyaje? Mguu nimeshitaki kwa mke wangu, mnanisema kuhusu mguu. Nimeshitaki, mnausema sana mguu wangu sijui ndio lazima mguu umepauka. Kila mtu anasema na kwake, ndio ah, kabisa wewe. Eti mtu anataka mguu, mguu wa mwanaume ung'ae? Mguu wa mwanaume toka lini ukang'aa? Toka lini ukang'aa mguu wa mwanaume mashaallah. Mtoto akichaga vimeona mwanamke, mke anakupigia video call. Eh, nikiwa Maka basi mtu mwingine, naenda kuswali sasa hivi. Sasa hivi na kwenda kuswali swala ya Isha. Baada ya swala Isha nitaswali leo kiyamul layl, leo nitasimama nitakuombea tena dua insha Allah. Ah, amin, sawa eh haya, maassalama. Nakupenda sana mke wangu mmm mmm, nakupenda sana eh